Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mbali rais mstaafu wa serikali ya awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin Mkapa, makamu wa rais mstaafu daktari Galib Bilali na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Fredrick Sumaye, ambapo akizungumza kwa niaba ya serikali waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa Augustin Maiga amemtaja marehemu Mungai kama kiongozi mwenye kipaji, maadili na anayestahili kuigwa katika masuala ya maendeleo. Marehemu ameshika nafasi za ngazi za juu katika nyanja mbalimbali mbali, na katika kitaifa kama tulivyosikia wasifu wake, alipewa madaraka tangu wakati wa hayati Mwalimu Julius Nyerere akiwa na umri wa chini sana, lakini alipewa madaraka makubwa katika kipindi kigumu katika historia ya nchi hii kuwa waziri wa kilimo miaka ya sabini mara tu baada ya Azimio la Arusha, wakizungumzia wasifu wa marehemu baadhi ya viongozi wa serikali za awamu zilizopita wamesema marehemu Mungai katika uongozi wake alikuwa ni kiongozi anayependa mabadiliko katika sekta mbalimbali alizokuwa akiziongoza, ikiwemo wizara ya kilimo ambapo alifanya mageuzi katika kilimo pamoja na elimu; alianzisha mpango wa maendeleo ya elimu ya, ya msingi na sekondari. Tunachoweza kujifunza ni kwamba Joseph alikuwa modernizer, ni mtu aliyekuwa anapenda kuona mabadiliko katika sekta anayoiongoza. Kwa hiyo kila sekta aliyoenda, agriculture, alijitahidi sana katika kutaka kuleta mabadiliko ndani ya kilimo kwa maana ya kuhimiza ukulima wa kisasa, na tulikuwa tunaongozwa wakati ule na, na azimio la siasa ni kilimo la Iringa chini ya Mwalimu. Kwamba ni ni mtu ambaye kichwa chake kilikuwa kinafanya kazi, na alipokuwa anashiriki kwenye mijadala kama ni bungeni ama mahali pengine popote alikuwa an, mtu anazungumza kwa msingi wa utafiti aliofanya, sio kukurupuka tu na kusema. Mwili wa marehemu Joseph Mungai unatarajiwa kuzikwa katika mji wa Mafinga wilayani Mufindi mkoani Iringa siku ya Jumamosi Novemba 12 mwaka huu, ambapo kwa mujibu wa maelezo ya ndugu, kifo cha marehemu kimesababishwa na kusumbuliwa na tatizo la tumbo kwa muda mfupi. Ni baadhi ya ndugu, jamaa, marafiki na watumishi wa serikali ambao wamefika katika viwanja hivi vya Karimjee kwa ajili ya kuuaga mwili wa marehemu Joseph Mungai. Bwana ametoa Bwana ametoa na jina la Bwana liimidiwe. Kutoka hapa katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.